Wengine yale mazingira ya umaskini yaliwapa shauku ya kupambana, kupigana, kuhakikisha kwamba hawarudi wala hawaishi sawasawa na nyumbani walipotoka. Mungu akawafanikisha wakapata uzao. Uzao ukiuangalia hauna elementi hata moja ya upambanaji ulio katika hawa wazazi, auna hata moja. Ukimwambia mtoto mimi nilikuwa naweza kulima eka mbili peke yangu, huyu mtoto hawezi kufagia uwanja wa nyumbani kwake pale mbele. Kwa nini? Kazungukwa na fursa zote, kuna house girl, kuna house boy, majini ya kubonyeza na remote. inshallah Akitaka chai anaita dada, akitaka ugali anaitwa dada. Wewe ulipokuwa unataka chai uliambonda jikoni kapike, eh? Sasa hivi hata process ya kupika maharage kwa watu wamebadilika. Kuna nini? Kuna pressure kuka. Hakuna anayejua kama kuna kuwasha mkaa, si kama unanielewa? Hakuna eh, anayejua kuna kutafuta kuni. Kuna wengine mashavu yetu yamepanuka, tulikuwa tunapuliza moto wa kuni, unapiga leo hatuna hiyo mambo.